Kupitia wakulima vinara ama wakulima waliofanikiwa baada ya kupata elimu sahihi ya matumizi ya mbolea, ndipo changamoto ya ukosefu wa elimu sahihi inaweza kutolewa kwa wakulima mbalimbali hapa Tanzania. Ninaitwa Omari Kadru Mkwema, mimi ni mkulima wa zao la mpunga kwa njia ya umwagiliaji na nipo Chato, Geita, maeneo ya kijiji cha Kaumo, kitongoji cha Mtakuja. Jina langu naitwa Shabani Mgonja, Leo hii niko uh, Chato eh, kumtembelea mkulima ambaye tulimwalika kuhudhuria mafunzo mwaka jana mwezi wa kumi na moja ya matumizi ya mbolea za Agrami bwana Omari Mkwema, nipende kukupongeza kwa uthubutu na siku zote wana uthubutu ndio wanafanikiwa. Naitwa Wara Zakaria Marini, mkaaji wa kijiji cha Songa Mbele wilaya ya Chato kata Ikaramasa, Mkulima wa pamba. Mimi ndo mkulima ambaye nilishika namba moja kitaifa mwaka jana, nikazawadiwa trekta na mama Samia Suluhu Hassan. Nadhani nakote mlikuwa pita, mmeona tu hali ya pamba ilivyo, ila mimi baada ya kutumia hii mbolea hii AGRAMI imenisaidia sana kutunza kwanza ile hali ya kijani kibichi, pia na matunda kuto